Here you need improvement, but I'm not here to indict the people of Tanzania and say, you, you are doing bad or you are doing too well. I'm going to observe with my team what it is we have seen. And that is what we shall put on paper for the ESC so that it can be taken to the East African community bodies that govern us as East Africans. This is the referee. Na sisi si eh, campaign managers. Sisi tumekuja kuangalia uchaguzi tuhakikishe kwamba haki za binadamu, tuhakikishe kwamba kuna demokrasia, tuhakikishe kwamba kuna amani. Na tunataka kwanza kushukuru wananchi wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania kwa sababu ya amani ambayo tumeona katika kampeni, na tunawahimiza hata wakati kutakapokuwa kukipigwa kura, hata zikitangazwa, waendeleze hiyo amani kwa sababu Tanzania ni mojawapo ya nchi ambazo zinajulikana katika kontinenti ya Afrika kama nchi ya amani. Kwa hivyo mimi nataka kuhimiza wananchi watukufu wa nchi ya Tanzania, tuhimize amani uh, wakati wa kupiga kura na wakati matokeo itakapotangazwa uh, na tume ya uh, uchaguzi. Pia tuhi, uh, tuhimize amani kwa sababu sisi tunataka uongozi mwema na tunataka sisi kama ujumbe wa kuangalia hii uchaguzi tutakubaliana na ma Uh, na matokeo ambayo wananchi wa Tanzania watakuwa wameamua. Mmoja wa nguzo ambazo zinatuongoza sisi kama nchi patanishi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, baraza la mawaziri limeweza kutoa sera ambayo inasema, kwa sababu sisi utangamano wetu mmoja wapo kuna ile umoja wa soko soko la pamoja, forodha. Kuna pia nguzo ya kipolitiko, lile kisiasa na mojawapo wa masuala ambayo yanatekelezwa chini ya nguzo ya kisiasa ni uchaguzi wa uchaguzi mkuu ama uchaguzi wa jumla. Na sisi kama jumuiya patanishi, yani waambatani, tunaambatana pamoja, tumekuja hapa kusimama bega kwa bega na nchi ya Tanzania inapofanya uchaguzi wao, ili waweze kusikia ile joto ya jumuiya, wasione kama ambapo wamewekwa kando. Kwa hivyo, hiyo tu ndio lengo letu, ni, ile, ni moja ya nguzo ambazo ni patanishi kwenye jumuiya na lazima tuwe, tuwepo hapo na tutatoa ripoti ya kwamba tumekuja tumeona na tumenukuru.